Kama minatumianga TikTok tofauti na watu wengine, kama minatumia TikTok ya mizimu naomba mkuje ya update ni watumie eh? Si kwa hivi tu ni TikTok inaliletea. Kuna mzee amekuja na akona jina tofauti sana na watu wengine. Sijui ana spell jina, jina gani ana spelling by the way. huu mzee anasema Raila, utaamini maandiko mzee ametumwa Raila kesho azikwi. Oh. Raila atiazikwi kesho, atafufuka ndio mtaamini maandiko iko eh? Nakwambia Kenya mambo yanaanza kuchemuka. Nasikia Raila hata zikwa, na mimi pia lazima nikuje nishuhudia hatazikwa aje, na mzee amekufa. Tumeshuhudia mpaka saa hii, hatotoki stadium. Tunapigwa matiega, tunapigwa lakini tuko tu mpaka tu confirm. Naomba msikize huyo mzee vizuri, ati Raila hatazikwa. Kwa jina mimi naitwa Mark Osindi M A R K O S I N D I. Ujumbe nimekuja naye katika sehemu hii Kristo mwenyewe alikuja kama mwishi, anatumbaga mimi kila siku, hata mbele inchi zingine mimi naendaga. Na leo amemwambia mimi ujumbe ambaye nimelete, Raila atasikwa. Tena narudia, Raila atasikwa, atamuka, na hata wale waliokufa atafufuka moja moja moja moja. Hivyo ndiyo watu tajua kweli maandiko ni ukweli. Ndio watu watajua wao uhubiri. Sasa mimi nikaimagine kesho watu wako kwa pale hivyo, wanaenda ku, ku, kuangalia mzee Raila, na mzee anafanya hivyo, anaamka anachukua kiti na anakaa kando, anasema kasongo.